Fainali ya Simba na Raffi, Raffi, Berkana. Berkana, Simba na Berkana Berkana itachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium, na tujiandae kwa mashindano hayo, na inshallah Simba atakuwa bingwa. Tuwaombe mechi yao ya Morocco, lakini tujiandae kubaki na kombe mechi itakapochezwa hapa Dar es Salaam, na wote mnafahamu Dar es Salaam maana yake ni mahali bandari salama Eh, maharifa salama. Kwa hiyo salama yetu sikiwe ni kupata mpira, lakini nadhani mmekushaona me na kazi inayofanyika.